Kurejea humu nchini, maafisa wa polisi katika kaunti ya Samburu wanamzuilia mshukiwa mkuu wa wizi mjini humo. Polisi wanawasaka washukiwa wengine watatu wanaotajwa kushirikiana kuvunja maduka mjini humo na kuiba mali ya watu. Kero ya wizi katika mji wa Maralal limekuwa ikiwaangaisha wakazi huku wafanyi biashara wakikadiria sara kila siku kutokana na maduka kuvunjwa na mali kuibwa. Maandamano ya wiki jana ya wafanyi biashara yakichochea juhudi zaidi za kuwakabili wahalifu. Jana maafisa wetu wa ujasusi waliweza kupata mshukiwa mkuu akiwa na simu moja kati ya zile ziliibiwa hivi majuzi na makasi ya kukata, tunadhania inakata mabati pamoja na maganda ya risasi moja, ambayo ilipatikana kwake kwa nyumba. Huyo mshukiwa tunataka aende kotini leo kwa mashtaka hayo, nimesema kwamba amepatikana vitu za wizi. Wafanya biashara sasa wakitaka washukiwa hao kuwasilishwa mahakamani ili kuwajibikia matendo yao. Kama unajua kuna mwizi ama unasikia kuna jina la mtu anatajatajwa, ni mbaya, anafanya maovu Tujulishe askari wetu, ndio aweze kushika hawa watu na waweze kufikishwa kotini. Pia naobi, hawa wezi kama hawa wakishikwa, wakifika pale kotini, wawekewe wa, wa, wa, wa, wa, ama wafungwe kifungo ambaye ita, itakuwa ni ita, hawatarudi kwa wananchi haraka. Tunashukuru sana polisi wetu ambao wamefanya chukumu mpaka wameshika wezi wahalifu ambao walikuwa wanatuanga, wanatuangaisha hapa town kwa, kuiba, ku, kwa, kwa kutuibia walikuwa natuangaisha, tunafunga biashara yetu mapema. so, mimi kama mwanabiashara nimefurahia sana kwa sababu hakuna haja ya, ku, ya kuchukua kitu ambayo hujachokea. Kama wafanyabiashara biashara tunapitia changamoto, hata kuweka hiyo vitu, kuweka vitu pale, si kwa sababu e, tuko na pesa mingi, lakini ni kutafuta. So hata hiyo mtu, watu wengi wajitafute mbinu ya kutafuta mali yao na kwa jasho yao. Aidha, kamanda wa polisi wa kaunti hii David Wambua amesema wamezidisha msako wa washukiwa wengine watatu waliotoweka. Tuko na askari zaidi ya 30 wanafanya patrol na wakifanya patrol, tunataka pia pia wananchi nao watusaidie kwa hiyo hali ya kuweka security lights na kuandika watchman. Kwa hivyo hakuna kusembea, tumejaribu juu chini, tumepata mmoja, lakini kuna wengine watatu wako kwa rada ya polisi na hivi karibuni tutawatia Nguvuni. Mshukiwa huyo anatarajiwa kufunguliwa mashtaka ya wizi wa kimabavu. Ni hatua inayolenga kurejesha imani ya wakazi dhidi ya vikosi vya usalama na kile wanachotaka ni kuwa asasi za usalama kukaza kamba na kuhakikisha kwamba wanazika swala hili kwenye kaburi la sahau. Bonfas Barasa, Runinga Citizen, Gatuzi.